Mkurugenzi, na wataalamu wako wote, Mungu akubariki sana. Umetusaidia, ume umeisaidia, umewasaidia wananchi wetu. Hata sisi tulikuwa tunatembea kule tukitafuta kura, tukiona kamradi kanaoto, unawaambia mnaona, hicho ndio chenyewe, lakini tulikuwa tuhusiki na chochote. Wao ndio walio kuona nafanya Ubarikiwe sana. Mheshimiwa mbunge ukikutana na wakurugenzi wenye vichwa vya tana huwezi kufanya kazi kwa raha, lakini kwa Esther, Mungu akubariki sana labda baba na no mama ambao walikulea ukakua kwenye maadili yao, uendelee kusimama, lakini simamia hawa watu ili nidhamu ya utumishi wa uendeshaji miradi na shughuli za maendeleo katika wilaya yetu ziwe imara. Sisi tunahitaji watu Wasingida kuona vitu vinapiga hatua, hatuhitaji kuona kona, kona. Nani washukuru kwa sababu miradi yetu yote tunayoifanya ni miradi ambayo hatujawahi kupata hati chafu wala hati yenye mashaka. Hii inatokana na wewe na wataalamu halmashauri, ikiingia huko inakuwa na shida. Lakini dasi na wewe na mnadisi wako bwana, mnatusimamia vizuri. Amina, msalimie sana mchungaji, mwambie sisi tunashukuru na tunafurahi uwepo wake.